Unasemaje? jirani ndo kama hivyo, mchezo wa tatu naye pia tayari anaonekana amekwisha kwenda kibla kwenye michuano ya kimataifa. Ah, mimi binafsi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini jambo la pili nilielewa hili na nilifahamu hili, sababu ukiangalia katika grupu lao kitakwimu yeye ndo underdog, yani ndio timu ambayo haina kitu chochote yani kama ile pata potea ndio imepatikana kwa klabu ya Simba, lakini kitu ambacho ameenda kutengeneza historia kwa sasa hivi na Simba Sports Club furaha pekee ni kuona Dar es Salaam Young Africans wanapoteza mchezo katika mashindano yoyote, yaani wao ili wafurahi na ili wapate furaha katika dunia hii hapa, ni kuona Dar es Salaam Young Africans wanapoteza mchezo. Lakini wao binafsi kupambana, mashabiki, wanachama, wachezaji na uongozi mzima, kupambana kwenda kutafuta furaha ile ya kweli, kutafuta pointi tatu za kweli Uwezo huo wa wana sasa hivi furaha wameipoteza, imefikia sehemu, sasa wanaanza kufurahi baada ya Yanga kufungwa. Kwa hiyo ndio underdog ambaye leo tunamzungumzia, Simba ndio timu mbovu, Simba ndio timu iliyoleta aibu ndani ya taifa hili, Simba ndio timu iliyotufedhesha ndani ya taifa hili, Simba ndio timu ambayo inaenda kumaliza ndani ya mechi zake zote ambazo anaenda kucheza home and away tatu huku tatu huku bila kuchukua pointi aina yoyote. Leo tunakwenda kukamilisha msemo rasmi ambao kwamba unasema wao sasa rasmi ndio wagawa utamu eh? Yani, wao Simba Sports Club rasmi sasa ndio wagawa utamu. Yani wewe ukipita mtaani, mwana Yanga yoyote akipita mtaani, akimwona mtu yoyote aliyevaa jezi ya Simba au mwasimu wako wa Simba unamjua, hata kama hajavaa jezi jua kwamba yeye ni mgawa utamu. Yaani ule utamu halisi ukitaka kuupata usiende kuonja kwenye asali, usiende kukoroga sukari guru, usiende kuchukua vitu vyovyote vitamu. Wewe mpate shabiki wa Simba, nenda kamchezeechezee, uende ukauona ule utamu halisi. Namna kingine zaidi ya kupata utamu halisi kwa, wacheza, kwa, kwa mashabiki wote wa Simba Sports Club, viongozi wa Simba Sports Club, benchi la ufundi, wachezaji, wanachama wao ndio watu halisi wa ambao sasa tunawatangaza rasmi ni wa gawa utamu. Niambie fa... ndugu yangu zimefanyika sajili mbalimbali mbali ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club lakini yeah. Zinaonekana mwalimu kama hakuziamini kama kuanza nazo kwenye silaha zake kama kwenye mchezo wa leo. Mchezaji pekee ambaye nimemwona leo ameenda kuonyesha kiwango bora bila kumkosea heshima ni rafiki yangu sawa, ndugu yangu Nixon Kibabage ni mtu ambaye hata aliposajiliwa kwenda Simba Sports Club mimi nimebahatika kuongea naye amebahatika kunipigia simu, nimempigia simu, tumeongea sana, akaniambia brother, naumia sana kwenda Simba Sports Club. Nikamwambia mdogo wangu, hiyo ni kazi, yani kazi yako wewe, ili watoto wako wale, ili baba yako mzazi na mama yako wale, ni mguu wako wewe. Haya mambo mengine, mapenzi ya Dar es Salaam Young Africans, ambao tumeazoea, tunakutana klabuni, tunakutana ofisini, tunakutana Avik Town na sehemu zingine, yaweke pembeni, nenda kapige kazi. Ndo mchezaji pekee leo namtangaza ndo mchezaji pekee aliyesajiliwa na Simba niliyemuona ndani ya dakika 90, anatimiza majukumu yake. Lakini yule bwana mdogo yule babu ambaye tumezoea mwenye miaka 89, chiba asiyepona uchiba wake, leo tumemwona, ndiyo yule mtu ambaye aliyefeli, na ndo tumesema usajili mbovu kwa kutokea ni kumsajili Kratos Chotachama. Naam, asante sana. Sawa. So, so, so.